Wakati mwingine tuna laumu ndugu zetu polisi na vyombo, lakini chama cha Mapinduzi kimetengeneza utaratibu huo, ndio salama yao, na wao wenyewe wanajua kuna matatizo. Ndio maana Rais Samia aliunda tume ya haki jinai kuchunguza namna gani parekebisho. Binafsi yangu mimi, waliponifuata niliwaambia huu utaratibu mnaokwenda, mnaofanya huu utaratibu, wa mfano wa jeshi la polisi kwamba RPC yuko chini ya amri ya mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa kedalini moshi, mkuu wa mkoa anaujua lini? Anajua wapi? Law enforcement kusimamia sheria, kafunzwa wapi? Kaelekezwa wapi? Na yeye anateuliwa, kada yuko makao makuu, au kajichawisha, kawachawa, na siku hizi si chawa tena, wamekuwa mende, kawa mende huko kapendeza wakubwa, kambwa, wewe zawadi yako, utakuwa mkuu wa mkoa wa Mara. Sasa huyu hajui hata kanuni ya barabarani, sikwambii kanuni ya nchi, lakini eti yeye ndio anayekuja akasimamia jeshi la polisi kufanya kazi zake katika mkoa, na yeye amri aliyopewa lazima Chama cha Mapinduzi kishinde. Jeshi la polisi ni chombo cha amri, ni chombo cha amri. Kwa hivyo kama hili hajarekebishwa, na tumeasema kwenye haki jinai, mbona hajarekebishwa? Kwa sababu sisi tunawaambia tuacheni polisi, hawa watu wamefunzwa hawa watu wana maadili yao, wana kanuni zao, wana taratibu zao, wana nidhamu yao. Tusiwatie kwenye siasa, tuwaache wafanye kazi zao. Wana uweledi, wana uwezo wa kufanya kazi zao.